ba pia alikuwa jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki ambayo inasimamia masuala ya haki za binadamu. Basi kwa kusema hayo machache, CV yake ni kubwa sana, nimefupisha tu eh, naomba nimkaribishe Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Jaji Warioba, karibu sana. Ndugu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, mheshimiwa mwakilishi wa ubalozi wa Ireland, mheshimiwa mwakilishi wa msajili wa NGOs na ndugu washiriki, nianze kwa kutoa shukurani kwa kituo cha sheria na haki za binadamu kunialika kuja kuungana na nyinyi katika kumbukizi hii ya siku ya haki za binadamu. Maana aliponikaribisha nilikuwa na wasiwasi -wasi kidogo e, nilimsumbua kidogo e, nilikuwa naona labda kwepei, lakini baadaye nilikubali. Lakini baada ya kukubali, nikapata matatizo, nitakuja kusema nini hapa. Nilipoona nilipona kauli mbiu, nikafikiri labda nikija hapa, nijaribu kueleza matatizo ambayo mtu ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu anazopata kama ameshiriki katika kufanya mapendekezo ama ameshiriki katika kuandaa mikataba ya kulinda haki za binadamu lakini wakati huo huo yuko katika mfumo wa kusimamia wa haki za binadamu, kuna changamoto zake kubwa tu. Mimi ni mmoja wa watu ambao nimekuwa katika hali kama hiyo kwamba nimeshiriki kufanya maandalizi ya kulinda haki za binadamu, kisha nimekuwa ni kiongozi ambaye nilitegemewa kusimamia utekelezaji wa haki hizo. Lakini unakuta changamoto zilizopo, yale mategemeo yako unapoandaa sheria ama mikataba na kuja ukaona utekelezaji changamoto ni nyingi mno. Mimi mimi nilipata bahati nikiwa kijana mdogo tu, nilipata bahati mwaka sitini na saba niliteuliwa kuwa katika jopo liliyoandaa mkataba wa Afrika kuhusu wakimbizi tukafanya mapendekezo mengi mazuri tu, narudi nyumbani, inabidi simamie ile yale niliyokuwa nikiyasema nikiyaamini tulipokuwa tunatengeneza ule mkataba, kuja ikakuta mengine utekelezaji wake ni mgumu. Sasa inakuwa we umependekeza, tufanye hivi, unakuja unakuwa katika timu ya kusimamia, kisha mtengeneze mtekelezi kama mlivyosema, kuna changamoto zake. Mwaka sitini na nane nilipata bahati ya kuhudhuria mkutano wa kwanza wa haki za binadamu duniani ulifanya Teherani Irani, na akafanya mapendekezo, na mwaka tisini na tatu nilihudhuria mkutano wa pili haki za binadamu nao ukafanya mapendekezo fanye nini. Mwaka sabini na tisa nilihudhuria mkutano wa OAU, Monrovia. Mkutano ule ulizungumza kwa undani tena kwa jazi wa wakati mwingine kwamba tunatakiwa tuwe na mkataba wa Afrika kuhusu haki za binadamu na wakateua jopo la kuandaa mkataba huo dili jopo hilo na tulipiga kambi Banjul, tukatengeneza huo mkataba, tukauwasilisha. Na nilikuwapo Nairobi mwaka themanini na moja kwenye summit ya OAU, ukakubaliwa mkataba ule tunazo tunalo tamko la haki za binadamu la mwaka 48 tuna mikataba ya, ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 66 lakini waafrika waliona kulikuwa haikuwa kamili, wanataka waongezee. Mkiutazama ile mkataba wa Afrika, The African Charter for Human and Peoples' Rights ulijaribu kuongezea yale yaliyokuwa katika tamko 48 na mikataba ile ya UN. Mkataba ule una sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni haki za binadamu, sehemu ya pili haki za jamii people's rights, sehemu ya tatu tulisema lazima tuingize desturi mira na utamaduni wa Afrika. Ndio sawa, tukaweka yote mii ni. Nimeangalia utekelezaji wake sio kama ilivyodhamiriwa. Sasa ndio nilikuwa nasema, labda wakati tunajitahidi sana kusimamia utekelezaji wa haki za binadamu, labda tungezungumzia hivi, kuna changamoto gani? na, na, na hiyo hata, hapa hata nyumbani mimi nilikuwa mmojawapo wa wale walioandaa sura ya haki za binadamu kuingia katika katiba mwaka themanini na tatu tukaingiza mle, haikuwapo wakati ule, lakini utekelezaji wake ulikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo nilifikiria hivi, lakini nikasema ah, hapana, labda hiyo itakuwa simulizi ya siku nyingine. Leo nizungumze jambo ambalo kwa upande mmoja ni haki za binadamu, ni haki, lakini kwa upande mwingine ni pana zaidi, sio haki. Kwa hiyo inawezekana, nitakalozungumza, inawezekana katika mazungumzo yenu ya leo lisiwe relevant sana lakini ni vizuri nikalizungumza leo. Nataka kuzungumzia amani, amani. Kwa sababu kama msemo unavyokwenda, amani ni tunda la haki. Palipo na haki, utakuwa na amani lakini pia ni ukweli kwamba bila amani, bila amani huwezi kuwa na, na haki za binadamu. Vurugu inaingilia haki za binadamu, na tunaiona wakati wote. Tukichukua kipindi hiki sei, miaka kumi iliyopita huja sasa tukiangalia kumekuwa na vurugu sehemu nyingi za dunia na hasa katika Afrika, ambazo zimeingilia haki za binadamu, na vurugu hizi kwa kiwango kikubwa, hasa katika nchi zetu hizi, kinatokana na shughuli za siasa. Uh, mesema wapo hapa wawakilishi wa vyama vya siasa. Namwona rafiki yangu Richard, uh, tumekuwa pamoja kwenye tume. Vurugu zinazoingilia, zinazoleta uvunjifu wa amani na ikawa chanzo cha kuingilia za binadamu, haki za binadamu hii kwetu kinatokana na shughuli za kisiasa — ndizo zinatuletea, zinaleta changamoto kubwa. Ukiona aliyotokea navyosema miaka kumi iliyopita kaskazini mwa Afrika, Mashariki ya Kati ilichoitwa Arab Spring Ilikuwa ni shughuli za kisiasa, ilileta uvunjifu wa amani, watu wengi inakisiwa, watu zaidi ya laki moja walipoteza maisha katika nchi hizo, iwe Tunisia, Libya, Misri, Siria, Yemen na nyingine, ilitokana na mambo ya kisiasa. katika Afrika kwa miaka michache ambayo imepita, shughuli za kisiasa na hasa uchaguzi umeleta vurugu, ambapo umetokea uvunjifu wa amani na kuingiliwa haki za binadamu. Watu wamekufa, wameumizwa, mali imeharibika. Hivi juzijuzi, ukiangalia kwa mwaka huu Malawi kulikuwa na uchaguzi, kukawa na vurugu. Kiangalia kumekuwa na uchaguzi, Mali kukawa na vurugu, Kotiva kukawa na vurugu, Gini kukawa na vurugu, na kote huko watu wamepoteza maisha, watu wameumizwa, haki zao zimeingiliwa. Hivi sasa kuna kampeni kwa jirani zetu Uganda, tayari watu zaidi ya hamsini wamepoteza maisha yao. Naendelea, haya yanaingia haki za binadamu kisha vuruga amani, haki za binadamu zitaingiliwa. Hapa kwetu napo tulikuwa na matatizo haya kwa muda, na hasa Zanzibar. Zanzibar tangu wakati wa ukoloni mambo ya uchaguzi yalikuwa yanaleta vurugu Kila ulipotokea uchaguzi kulikuwa na vurugu. Tuliporudisha mfumo wa vyama vingi, uchaguzi wa kwanza mwaka tisini na tano zilizuka vurugu Zanzibar, na zikawafanya wazanzibari wakagawanyika sana wakawa wanasusiana, ndugu wanasusiana katika shughuli zao, hata kwenye misiba, kwenye harusi, kukawa na mgawanyiko mkubwa sana. Baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili, kukawa na vurugu, watu wakapoteza maisha, wengine wakakimbia nchi. Mwaka elfu mbili na kumi na tano uchaguzi ukafutwa, wananchi wakagawanyika. Mwaka huu tumefanya uchaguzi, kumekuwa na vurugu, watu wamekufa Pemba, wamekufa Zanzibar na mali imeharibika, kwa sababu ya shughuli za kisiasa. Kwa bara Hatukuwa na vurugu wakati wa uchaguzi ambazo zilileta uvunjifu wa amani kwa kipindi kirefu. Katika uchaguzi huwa unatokea vurugu ndogo ndogo, lakini kwa bara hatukuwa nayo. Uchaguzi ulikuwa unakuwa wa amani. lakini hivi karibuni kuna dalili kwamba tunaanza kuingia katika mfumo huo ambapo ushindani wa kisiasa unavuruga amani na tunaingilia haki za watu kwa mara ya kwanza kwa upande wa bara watu wamepoteza maisha, watu wamepoteza maisha Tarime, Kerewe, Tunduma, watu wameumizwa, mali imeharibiwa, ni dalili zinaashiria tusipoangalia utakuwa na uvunjifu wa amani, na amani kitutoka, hatuwezi kulinda haki za binadamu.